Badala ya dakika 90 kutamatika katika uwanja wa KMC Complex, mnyama Simba lunyasi Simba Queens wameangukia pua baada ya kupoteza kwa JKT Queens kwa jumla ya magoli mawili kwa, mawili kwa moja. Mi niko na Mandala wa Simba Sports Club, nimemkuta analia hapa, ngoja ah, nianzie hapa ndugu yangu, pole. mimi nilie, jamani kweli, sisi tumekuja bichi kuenjoy leo, leo Jumapili tumekuja na mashemeji zenu ma beautiful ah, ah. Yeah.

Fiu. Fiu. Fiu. Ndio bila lao. Bwana tugusie hapa bwana. Chuma mbili moja dhidi ya JKT Queens. Umezishuhudia za namna gani kwa? Kwanza, JKT ni timu nzuri ukiongelea katika upande wa wanawake, ukiambia wewe uhitaji klabu bora ya wanawake lazima uhitaji JKT. Hizi Simba na Yanga wanategemea tu majina ya timu zao hizi, uh, hizi, jina la ukubwa wa Simba na jina la ukubwa wa Yanga, lakini ukiongelea katika timu JKT wana timu nzuri. Tokifuatilia rekodi JKT ni wazuri kwa sababu gani?

Kwa mpira anaocheza waeke na Yanga kinadombia Yanga wanakufa eh? Timu inacheza vizuri, ina press mimi nimeona hapa game kipi tunacheza. Niaambia mashabiki wenzangu wa Simba leo, tumekuja, tu kuangalia kama tumekuja beach, tusitegemee ushindi. Ni timu nzuri inacheza vizuri, ina process, ina block, ina kila kitu. Sasa hii timu ya kuizalao ni timu nzuri. Kwa hiyo kama sisi mashabiki wa Simba tuna timu yetu ile timu yetu ambayo tunaipenda nye timu yetu alafu tunaiapa, si ndio? Yeah. Kwa hiyo hii timu yetu ya kujifariji pia tumekuja pia timu yetu pia kama tunajifariji sa, sasa wewe sikiliza hivi kwa akili yako ndio ungekuepo ile Simba yeah. imefungwa leo goli moja mbili moja yeah. kuna mtu angekaa hapo mimi ungenioja hapa wo ngenishika mimi ni jibu wonge nishika wewe ungenishika mimi ungenishikia wapi? Ungeniona wapi? Ungeniona lakini ya matatu ile ile ya mtaalamu ukaenda Bunju huko Roman unajua mambo. Kwanza sisi tunashukuru mashabiki wa Simba, dua letu Mungu alipokea. Wanasimba wote, dua letu kwamba yule foili asiondoke tumeomba sana kama mimi nimefunga na kusali nimelala makanisani kote, nime, nimeabudu foli asiondoke. Mungu si asimani Mungu, Mungu apokea dua letu, na Bwana foli akuondoka. Yanga amemkumbatia na hakuna kitu kizuri kama timu pinzani kikumbatia ugonjwa, kwa sababu ugonjwa unaonekana wa wazi, unaonekana wao wanalikumbatia donda. Ila siwezi kuwashangaa Yanga kwa sababu kinachotokea Yanga wana haya, yani wanaaibu usoni, wanatamani wa muache, lakini wanaanzaje Yani wanatamani wamwache, wana, wanafikiri wataanzia wapi, wamwache wapi? Ule bwana Foili, kwa hiyo ndo anayenga, namtaka huyo atumtaki. Ukienda mashabiki wambia atumtaki, huku anamtaka. Sisi dua letu limetibia, bwana Foili kabaki. Kwa hiyo tutarajie kuangalia pila ile vieta kindege kile pasi vieta zinazopaa zile vuvuvuvuvu, ndo tutarajie msimu huu kwa sababu unaweza kusema mi naibezi anga, mi anga sibezi. Yanga mchezaji mwenye quality ni mmoja tu hmm. hmm. hmm. ye, yeah. Pacome peke ya yake yeah. Yanga nzima na yeah. ya izui euaaa na, na Mbeya City Pacome hajaamka vizuri ile siku, hawezi kumzungumza Dombi hapa. Yaani Yanga amesajili wachezaji wabovu kabisa, narudia kila siku ikauli. Yani yani, wa yani, Yanga amesajili ambao hawana hata ball balance. Yaani mchezaji anashindwa yaani akikaa uwanjani, mfano mpira mchezaji kapata pasi anashindwa kubalance hata mpira. Haya wewe mchezaji anzia wapi? Wachezaji wabovu wabovu. Very poor player performance. Yanga wana wachezaji wabovu yani wabovu, nasikitikia. Walitoa sare dhidi ya dhidi ya TRA. Nisikilize. Yanga msimu huu narudia swatukani. Huu msimu huu wasitarajie msimu ujao Yanga wakapanda ndege kwenda kucheza michuano ya Kafu. Hawatoweza kamwe, kwa eh? Kikosi kile cha Yanga wasitarajie kupanda ndege kwenda kucheza michuano ya Kafu msimu ujao. Yanga anamaliza nafasi ya tisa kwenye ligi kuu msimu ujao. Yanga anamaliza nafasi ya tisa mapema, hisi mapema. Yanga kapoteza pointi ngapi? Sio nabisha, kapoteza pointi ngapi? Yanga pointi mbili. Nani mimi? Na timu za ligi kuu, si ligi kuu Timu za ligi kuu. Kwani nini ligi kuu kuna timu? Ya nini nitaje wani ajui? Nitaje majina ya nini? Nitaje, ya majina ya nini? Ya Yanga cheza timu za ligi eh. kuu eh. katika michezo miwili. No, eh. no. Yanga cheza michezo miwili Simba michezo miwili. Katika michezo miwili Yanga kapoteza point 2 Simba kaikusanya point 6. Sina Mandala, unatukana na mtu wakati kabla hujavuka. Sasa mimi kwa kuangalia hii Simba oh, nisikilize. Eh. Hii Simba unavyoiona kwa mfano jinsi eh. unavyoangalia Simba. Simba ya Morris Ibrahim wapi kwa Simba. Simba ya, ya, ya matatu mjomba na matatu utaanzia wapi? Wapi? Alafu, ana mambo mengi ya neno la kwanza kawambia. Simba kubwa kuliko wachezaji mchezaji wote anacheza, anaonyesha anaonyesha kiwango huu um msimu. Simba huu um msimu. Ichukue Yanga, ichukue nini, Singida ichukue, Azam wachukue wachezaji wa tano, watano, watano waunganishe wale, alafu avae jezi za taifa, tukutane kwa Mkapa, atoki mtu. Yanga wachezaji watano, Azam wachezaji wa tano, Singida wachezaji watano, waungane tukutane kwa Mkapa pale na wavae jezi za taifa, atoki mtu kwa sababu u, ukiangalia Simba, wachezaji wake wengi moja moja kuwachambua wachezaji, wana uwezo mkubwa, wana high ability velocity, high ability velocity. mchezaji ana uwezo wa kupanda na kushuka, wanatoa pasi za uhakika, ukiona mchezaji mchezajin wana, yaani wanazile. Kwa hiyo tunasema film football wachezaji wana football kwa hiyo sisi tunaweza kuchukua bingwa muda wote, tunaweza kufanya vizuri kimataifa. Hawezi kufananisha na wachezaji ambao wamekotokotwa, wachezaji wa mafungu Yanga msimu wa mokotokota wachezaji mafungu amechukua mwaeka, hawezi kushindana na sisi. E bwana, nimesikia taarifa za kumuhusu kocha Ponte Pantev, anasema ya kwa kwamba wachezaji 30 ndani ya Simba Sports Club anawaona ni wengi, kwa hiyo ndani ya dirisha dogo kuna baadhi ya wachezaji wanabidi wengine kama itawezekana watolewe kwa mkopo. Kwanza ule sio kocha yule ni meneja. Unakijua hiyo kitu, yeah. Na kuweka sawa yeah. Simba, yule ule sio kocha, cheo chake ni meneja, yeah. kama unavyoona Man City. Man City hakuna kocha, kuna meneja. yeah. Baba Ulaya huko yeah. ukienda pale Arsenal hamna yeah. kocha, kuna meneja, sisi tuna asili ya, ya uzungu na taarifa, sio labda nikupe excuse kwamba kujibu yeah. swali lako, Simba tumepewa mwaliko kwenda kucheza UEFA kumweka kwenye kikosi cha Simba akakataa. Uzuri mimi nachoshukuru klabu yangu ya Simba msimu huu tumejua kila mtu kumpa paper yake. Si uwanja tunaocheza wa KMC sisi shee. Lakini kaja hapa meneja, kafanya analyze kaandika uwanja, bwana Pentive. Kauchunguza uwanja, kaufanyia research, factorize, kagundua kwamba uwanja ni mdogo, wachezaji kuja kucheza hapa viwango vyao vitakufa. Ndio maana tumeweza kuchagua uwanja wapi wa JKT, uwanja mkubwa wenye mapana. Kwa hiyo mimi naelewa Simba anachokifanya msimu huu. Kwa hiyo wana Simba na kuhakikishia msimu huu. Ndio msimu wa matunda. Vile vilio vya miaka minne kuisha. Vilio kwisha, vilio kwisha. Yanga wasisubutu, narudia, Yanga wasisubutu kukutana na Simba klab bingwa. Yanga wasije kujaribu, wasije kusubutu wakutane na mnyama Simba Sport Club ndani ya klab bingwa. Simba klab bingwa inabadilika, inakuwa sio Simba. Simba inabadilika kule, inakuwa hatari. Msikilize Ibenge. Ibenge alishasema Simba hata yeye mbovu vipi klabu bingwa anabadilika msimu wa, na sisi msimu ule wa dua letu Yanga sitoke mapema tukutane nayo klabu bingwa makundi kokote tukutane naye Inshallah, shukrani sana. Nashukuru shehe. Hatufanye dua kidogo. Inshallah tufanye dua kidogo shehe wangu, mambo anaweza